Eh, bwana, leo kuna nini hapa ndani, manake naona kama nahamasisha. Okay. Sawa sawa kwao kuna maonesho huko ndani biza kiingilio kuna, kuna, kuna bure bure kabisa sio, sio, no, no, no, sio, koo e, wa, tu, tuje humu ndani watu watabata hadi Segerea Bunju kote tuje